Bando la chuo sehemu ya sita. Ilipoishia nilichanganyikiwa, nikawaza nikate mashine yangu kila mtu aondoke na kipisi, lakini nikawaza lile wazo ni la kijinga, bora nife pale pale. Nilianza kulia, maana kama ni kupatikana, basi nilikuwa nimepatikana haswa. Endelea. Nilifuta machozi yaliyokuwa yananitoka, nikajikaza kiume, nikamwangalia yule msichana ambaye bado hakuonekana kujali sana. Yeye alikuwa ametulia kimya, amejiziba macho yake kwa mikono, kana kwamba hakuna kilichotokea. Wakati namwangalia huku ninatetemeka, wazo lilinijia kwamba huenda kale kasichana nikachawi na kameamua kunikomesha kwa sababu nimekadanganya kwamba nakapa sehemu ya kulala, badala nimemlazimisha kumgonga. Nilitoa mikono yake aliyokuwa amejiwekea usoni, alafu kwa upole nikamwambia, mdogo wangu, umefanyaje tena? Mbona imekataa kutoka? au kama nimekudhi nisamehe bana. Niliongea kwa upole sana, yule msichana akaniambia nini, mimi bado sijakuelewa. Hujaelewa nini? hapa nilipo siwezi kutoka kwako, yaani nimenasa. Hii nani yangu imekataa kutoka, wee sasa itakuwaje Acha zako mdogo wangu, naomba usinifanyie hivyo mimi. Nitakusaidia, nitakupa pesa, utakuwa dada wa kisasa hapa Sumbawanga nzima. Sasa kaka, mimi nifanyaje? Mimi siwezi kufanya chochote mimi. Aliongea kwa huruma sana, machozi yakaanza kumtoka. Nikamwambia anyamaze pale mpaka pale. Sasa nilikuwa mpole, ule ubabe niliokuwa nao dhidi ya yule mtoto iliisha. Nilimpigia Alidi nikamuuliza alipo, akaniambia ndio anatoka saiti ndiyo nachomoka hapa saiti. Mbona umeondoka ghafla mwana? Ag, achana na hayo mwanangu, ibuka geto fasta. Saa hizi mapema sana nataka niingie mtaani, nimeoga huku huku saiti hapa, nipo fiti geto, siji sahizi. Hapana, njoo, kuna msala mwana, nahisi mnanikosa ice, naweza nikafa, njoo geto fasta niliongea kama mashine nikakata simu. Tukaamka kwa pamoja mimi na yule msichana, tukafungua mlango kisha tukarudi kulala. Yaani hakukuwa na uwezekano wa kuamka mtu mmoja, maana nani zilikuwa zimeshikana. Tuliporudi kwenye godoro, yule msichana aliniuliza, nani umemuita? Hii mwenzangu tunayefanya wote kazi mm, sasa si atatuchungulia? Mimi niachie niende zangu, bora nirudi nyumbani tu yule binti alianza kulalamika na haikupita muda mrefu, Alidi aliingia, ambapo aliponiona nimemlalia yule msichana, moja kwa moja alijua nafanya mapenzi, akapiga makofi akisema yes, baba la baba, kumbe bando la chuo! Sasa si ungesema bwashee, alafu nina wiki tatu. Mrembo tulia, utibiwe, nipo pembeni hapa, bando la chuo. Alidi aliongea huku anavua shati lake, akijua nimemwita ili aje tumgonge yule demu. Oya Alidi, usivue shati, kuna tatizo hapa. Tatizo gani? Piga vyombo, toka nizame, alafu ndio tuongee kuhusu matatizo. Kwa sasa hivi tuweke shida chini, tuzamishe mzizi ndani ya pango, woyo woyo. Hapana Alidi, ni kwamba. Kwamba nini bana? Mazungumzo ni baada ya habari, alafu Joji huwa na kukubali sana lakini, sasa naona unataka kuniangusha kama umechoka. Toka nizame, dadeki Alidi aliongea akiwa na wenge sana huku anaendelea kuvua nguo ambapo alishavua shati tayari. Oya mwana, hapa nilipo siwezi kutoka, nimenasa. Umenasa kivipi? Kwamba umempenda huyu demu huwezi kumwacha? Ni mgonge ama vipi? Sijakuelewa. Yaani namaanisha wameniloga mwana, hapa na hisi mashine inaungua, siwezi kutoka, si unaona Nilimwonesha mfano kutoka nikashindwa pale, ndio akaamini. Na wakati huo yule msichana akawa analalamika kwamba anaumia. Kaka umemtoa wapi huyu, mbona huu ni msala? Hayo mambo tuongee baadaye, kwa sasa tucheki namna ya kunichomoa hapa. Alidi kugundua vile alichanganyikiwa, akawapigia Mwita na Shabani akawaeleza hali ilivyo, ambao na wao walikuja baada ya muda mfupi. Hii ni aibu ya mwaka, umekatoa wapi? Akakatoto mbona kadogo namna hii? Mwita aliuliza, nikamjibu. Shabani akamjibu, kadogo mbona kitu imeingia? na Mwita, kuna muda unaongeaga ujinga. Walianza kubishana, nikawaambia mwana, ni stori ndefu, nyie nisaidieni nitoke hapa, alafu tutaongea baada ya kujadiliana sana, Shabani alitoa wazo, tumtafute mchungaji aje amwombe Mungu pale, akemee mapepo yaliyotufanya tugandiane yatoke. Wazo lile lilikuwa nzuri sana na pale, wakaondoka kwenda kumtafuta mchungaji. Haikupita muda mrefu, mchungaji alifika akiwa ameongozana na mke wake. Nilipowaona, nilitamani kuficha sura yangu, lakini sikuwa na namna. Mchungaji alisogea mpaka pale tulipo, akasimama kando yetu, kisha akatuambia: Vijana, poleni sana, haya ndio matunda ya dhambi. Dhambi ya uzinzi hata siku moja haijawahi kumwacha mtu salama, lakini Yesu atawafungua ili mradi mumwamini. Sawa mchungaji, tutashukuru sana endapo mwenzetu atatoka salama hapa. Atatoka, atatoka, msijali kabisa. Kijana, unaitwa nani? Ninaitwa Joji. Na huyu mwenza wako aliniuliza, nikashindwa kujibu kwa sababu hata jina la yule demu sijui Nilimpiga usoni ambapo alikuwa amejifunika nikamuuliza jina akasema anaitwa Ashura. Pasta huyu anaitwa Ashura. Aya. Yaani hata jina humjui. Vijana, kabla sijaanza maombi, naomba niwaambie dhambi ya uzinzi ni mbaya sana na haijawahi kumwacha mtu salama. Aliongea yule mchungaji kwa sauti ya juu sana, utadhani yupo kanisani anahubiri, kisha akavuta pumzi kidogo na akaendelea. Ukizini utapata magonjwa ya zinaa, usipopata hayo utampa mtoto wa mtu mimba utafungwa. Ukipona hizo mbili basi utagandiana kama hivi mlivyo hapo. Angalia mnavyotia huruma, mmegandiana kama nzige. Dhambi ya uzinzi ni pepo na pepo hilo, kabla hajamalizia Mwita alimkatisha akamgusa bega na kumuuliza, Pasta, nzige? Kwa hiyo rafiki yangu ni nzige? Oya, nzige ni nini? niliuliza kwa upole. Mwita akaniambia nzige ni panzi. Kumbe yule pasta amenifananisha mimi na panzi pale, hasira zikanipanda, nikamwambia, pasta, acha use nani nzige. Hapana vijana wa Mungu sio hivyo, lakini ulishawahi kuona nzige au panzi wakiwa wanapandiana? Mchungaji alijibu. Mwita akamsukuma, Biblia ikaanguka na yeye mchungaji akajigonga mlangoni, kisha mwita akamwahi akamshika koromeo. Jamani, mwacheni mume wangu! Mume gani anatukana wanaume? na wewe tunakubaka sasa, ili ujue sisi ni wanaume. Vua chupi mwenyewe. Nyie ndio wachungaji njaa tunaowatafuta. Oya Shabani, huyu mke wa pasta nimemtamani. Mwita aliongea akiwa amemkaba yule mchungaji kwenye koo, mchungaji akawa ametoa macho nje. Mke wa pasta kusikia vile alianza kutetemeka. Alidi na Shabani wakamwambia Mwita kwamba wamsamehe Oya Mwita, mteme asepe zake, pasta pori tu huyu, mteme. Mwita kusikia vile, alimsukuma yule mchungaji, kisha akamshika mke wa mchungaji, akambana mashavu, alafu akamnyonya mate kwa sekunde kama kumi hivi, kisha akamwachia. Wakawatimua, wakayoka mle ndani, huku mchungaji anatema mate ovyo kwa kinyaa cha kunyonywa mate bila ridhaa yake. Sasa tumemtimua mchungaji hapa, tunafanyaje? Shabani aliuliza. Mwita akasema Mchungaji popo huyu tena ana bahati, mke wake nilimtamani balaa. Hapa cha kufanya tumpigie simu yule dereva bajaji, atupeleke kwa mganga wa kienyeji, yeye atakuwa anawajua kwa sababu ni mwenyeji wa huku. Kweli kabisa, mganga wa kienyeji atatusaidia sana. Wazo lile pia tulilikubali wote kwa pamoja, na bila kupoteza muda tulimwita yule dereva bajaji, akaja tukamweleza hali halisi ilivyo, akatuambia ule msala ni mkubwa, sio wa kitoto. Wanangu, hapa kweli mmekamatika. Sasa kuna mzee mmoja hatari, lakini anakaa mbali kutoka hapa, ni mwendo wa kama masaa matatu. Lakini tukifanikiwa kufika, jamaa atachomoka, lakini kinyume na hapo, hatatoka mpaka apatikane mtu aliyetega dawa aitegue, na baada ya masaa sita huyu jamaa atakufa. Hii kitu ni hatari sana. Nilishtuka sana niliposikia kwamba nitakufa baada ya masaa sita, wakati ilikuwa inaelekea jioni. Pia mawingu yalikuwa yamefunga na kuna kila dalili kwamba mvua kubwa muda wowote inaanza kunyesha, na uwezo wa kwenda kwa huyo mganga ulikuwa ni mdogo sana. Hakukuwa na muda wa kupoteza. Haraka mipango ilipangwa, nguo zangu na za yule msichana zikachukuliwa, zikapakizwa kwenye bajaji kwa kuwa uwezo Kutuvalisha haikuwezekana kwa sababu tumegandiana, mashine imegomea ndani. Baada ya nguo kupakizwa tulibebwa kama mzigo, tukakalishwa kwenye bajaji, nikawa nimempakata yule demu, tunaangaliana, yaani ukituangalia utadhani bado tunafanya mapenzi. Tukidakwa na trafiki sijui itakuwaje, na mpo uchi, haha. Dereva bajaji akisema hayo, mimi nikasema hivi, kweli wanangu, hamna hata shuka mtufunike? Kwa hiyo tutaenda uchi hivi hivi? Tuficheni hata kidogo, aise. Wenzangu walinisikiliza kwa makini, mwita akajibu, Wefala nini mfunikwe, kwani mmekufa nyie, ni marehemu? Hapana, lakini inafaa mtufuche kidogo. Atakama sasa hivi ni usiku, ufiche kwani wewe ni bangi? Dereva, washa bajaji bana, da, baridi hii mwana. Mpaka tufike, si itakuwa balaa? Ndiyo, inatakiwa iwe balaa tena. Bora wewe, huyo demu wako, mpaka tufike, hayo makalio yatakuwa yamebadilika rangi na kuwa meusi kwa sababu ya baridi. Wengine walicheka wakapanda, mmoja akakaa kulia, mwingine kushoto, sisi tukawa katikati, alafu mmoja akakaa mbele na dereva, kisha safari ikaanza. Mvua ilianza kupiga sana lakini hatukusimama. Uzuri ile bajaji ilikuwa na turubali ambayo ilitufunika, tukasafiri salama salimini. Tulifika kwa mganga majira ya saa nne na nusu usiku, tukashushwa tukiwa tumebebwa, tukamkuta mganga mlangoni anatusubiri, yaani utadhani alijua kwamba tunaenda. Na wakati huo mpipi wangu ilikuwa inauma mno, yaani utadhani inaunga na moto. Hawa vipi tena, ni wazima au wamekufa? Mganga aliuliza. Nikamwambia, sisi bado ni wazima, shikamoo babu. Marahaba, nifuateni. Aliitikia babu kisha tukabebwa mpaka kwenye chumba kimoja kilichokuwa na mwanga hafifu wa mshumaa tukalazwa kwenye jamvi. Haya, nyie kawasubirini kwenye fomu hapo sebuleni. Mganga aliwaamuru wakina Mwita watoke baada ya kutufikisha mle chumbani, na walipoondoka mganga akaanza kutuuliza maswali kwa zamu ambapo alianza na yule msichana. Wewe ni mke wa mtu? Hapana. Unasoma? Hapana, kwa sasa sisomi, niliacha shule nikiwa form 2. Na wewe kijana, vipi, umeoa? Hapana, sina mpenzi wala mke wala mchumba. Haha, sasa nani amewafanyia hivi kama wote hamna wake wala wachumba? Hatujui babu, tusaidie, yaani hali ni mbaya sana hapa, nahisi maumivu ya hali ya juu. Ndio ukome na umalaya. Na ungekaa masaa manne tena, hiyo mashine ingeiva. Umewahi kuona kiazi kitamu kilichochemshwa kikamenywa tayari kwa kuliwa na chai? Ndiyo babu, nimewahi. Basi ndiyo ingekuwa hivyo, hicho kikojoleo. Alafu kabini kadogo kabisa, akasi kama unakabaka tu. Nisamehe babu, sirudii tena. Babu mganga nilipomwambia vile hakuongea. Alichukua bakuli fulani kubwa akaweka maji, alafu akachota yale maji akatumwagia kwenye sehemu zetu za siri zilizokuwa zimeshikana, alafu akachukua kitambaa kichafu sana akatupangusa yale maji, kisha kile kitambaa akatumbukiza kwenye ile bakuli na kutoa. Alipotoa akawa anaangalia maji kwa makini, wakati huo yakawa yanacheza cheza mle kwenye bakuli. Yale maji yalipotulia ilitokea sura ya mwanamke ambaye sikuwa namfahamu. Nilishtuka sana na kabla sijaongea chochote, yule binti akasema, "Mama huyu ni mama yangu ndiye ninayekaa naye." Oh, huyu basi ndio amekufanyia haya, na amefanyia kwa sababu wewe hutulii nyumbani, hivyo akahisi unalala kwa wanaume, ndio akataka ajue ni mwanaume gani anakuponza. Yule mzee aliongea hayo, kisha ghafla akapiga yale maji kofi, yakasambaa na mengine yakaturukia, na kutokana na ule mshtuko, kwa sababu kitendo kile kilikuwa ghafla, tulishtuka sana, na pale pale mpipi wangu ukachomoka mle ndani kwenye utamu wa yule binti. Hata sikuamini. Asante sana babu, nilimshukuru mzee yule. Akaniambia haina shida, wewe kijana nenda, huyu binti abaki hapa, bado kuna dawa nataka nimfanyie, ili swala hili liondoke kabisa kwenye mwili wake niliinuka nikatoka mpaka sebuleni nikiwa uchi, nikapewa nguo nikazivaa. Baada ya nusu saa, yule binti naye alitoka akiwa uchi, anatembea akiwa ametanua miguu kama mama aliyetoka kuzaa. Mhuyu binti atakuwa ameumia sana au mbona anatembea hivi? Nilimuuliza Mwita ambaye alinipiga kofi, akaniambia kwamba ninyamaze. Yule binti alivaa nguo zake chupi, ila chupi haikuwepo, kumbe walisahau geto. Haikuwa shida sana, tulimuaga babu, tukamuuliza gharama zake, akasema yeye hataki kitu, labda siku tukijisikia kuja kumsalimia tumletee mbuzi, kuku, bata au njiwa. Tukaitikia na kuondoka, tukiwa ndani ya bajaji kurudi nyumbani. Mwita aliniambia alafu wewe George, hii tabia yako ya kuropoka ipo siku itakuponza. Saa zile kule kwa mganga, unavyoniuliza kwa nini huyu mwanamke anatembea akiwa ametanua miguu. Ina maana mala pale hujaelewa chochote? Hapana, sijaelewa. Alafu nikashangaa umenipiga. Mganga amejisevia hapo, babu amepunguza uzito. Wewe binti, babu amekukojolea? bao ngapi? Mimi babu amenibaka. Sawa, bao ngapi? Mara moja. Nilishangaa sana niliposikia yule mganga amembaka yule binti. Kumbe aliponiambia nitoke nje, alitaka ambake yule binti. Yule mzee amekubaka? nilimuuliza yule binti kwa mshangao wa hali ya juu, akaniambia ndiyo. Ilikuwaje ulipotoka nje? Akaniambia nilale kwa mgongo, nitanue miguu, akanisafisha huku chini na yake maji kwenye bakuli, alafu akanifuta vizuri, akatanua miguu yangu, akaniingizia, ndiyo akaanza kunifanya Du, pole. Kwa nini hujapiga kelele? Aliniambia nikipiga kelele eti mizimu itaniua, ndio nikaogopa. Wenzangu walicheka sana baada ya kusikia vile, lakini mimi kwa upande wangu nilimwonea yule binti huruma. Tulifika geto saa nane za usiku, moja kwa moja Shabani na Alidi wakaenda kwenye geto lao, kisha mimi Mwita na yule binti tukaenda kulala kwenye geto letu, kwa sababu nilikuwa nimechoka, nilijitupa kwenye godoro nikaanza kutafuta usingizi. Nikamwacha Mwita anamwambia yule binti akaoge, atoe wazungu wa mganga, asilale nazo kwenye godoro letu. Nilipoona Mwita anamsumbua yule binti, nilimwambia oya Mwita, mwache mtoto wa watu alale bana. Akaoge bana, kwani maji si haya hapa kwanza? Na mpashia kabisa, kaoge binti ili ulale kwa amani. Nyege za kizee zitakuwasha balaa ukilala nazo. Sikutaka kubishana na Mwita. Nilipitiwa na usingizi nikaacha yule binti ameenda kuoga. Nilikuja kushtuka saa kumi na moja alfajiri, na kilichonishtua ni sauti ya yule binti ambaye alikuwa analalamika kwamba anaumia. Nilisikia sauti ile nikiwa usingizini na moja kwa moja nikajua Mwita ndiye anangonga yule binti. Sikushtuka, nilifungua macho taratibu ambapo kweli nilimkuta Mwita ametanua miguu ya yule binti, anafanya naye mapenzi, huku anamsifia kwamba yeye ni mtamu. Binti mdogo lakini unanata kama nta ya nyuki. Ndogo, hapa ni burudani, natoa uchovu niliyopata wakati na wabeba jana. Kwa hiyo tulia taratibu. Basi naumia, fanya taratibu. Sawa, si ndio? Kama hivi au unaonaje hapo? Nilitulia kama siwasikii mpaka Mwita alipomaliza gemu lake, kisha akaenda kuoga. Sikuongea kitu, nilijifanya sijaona kitu, nikamka nikaoga. Yule binti nikampa elfu mbili nikamwambia aondoke, akaondoka zake, na kuanzia hapo nikaapa kwamba sintagonga demu wa mtani kamwe. Kama nina hamu, bora nikanunue malaya wanaojiuza Florida niburudike. Siku ya tatu tangu lile tukio litokee, usiku, wakati nimelala, niliota ndoto kwamba nipo makaburini, alafu kuna mtu anaongea na mimi, na alikuwa ananilalamikia kwamba ninajifanya mjanja. Mtu yule alikuwa ni mwanamke na alikuwa ameshika ungo mkononi, alikuwa ana hasira sana na mimi, na kuna maneno alikuwa ananiambia mengine nikawa siyaelewi, lakini sana sana alikuwa ananilalamikia kwamba nimemwingilia kwenye mambo yake, na alikuwa anaapa kwamba atapambana na mimi. Alipomaliza kuniambia hayo, alianza kuniangalia vibaya sana na pale pale nilishtuka kutoka usingizini, ambapo nilipozinduka na kutupa macho pale pembeni, nilimwona yule mwanamke kweli amesimama pale ndani akiwa vile vile ndotoni, lakini wakati huo haikuwa ndoto tena, bali ni laivu, na sio makaburini, bali ni ndani kwetu Mwita. Nilipiga kelele za kumwamsha Mwita, ambaye alikuwa amelala fofofo. Itaendelea.